Unajua, kuna kitu kibaya na kinachoumiza moyo kwenye maisha ya mwanadamu kama kuishi maisha ya hasara, eidha kwenye kazi, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye elimu na maeneo mengine mengi. Maisha ya hasara yanaumiza sana, hivyo kanisa la ENCC mji wa Bwana wamekuandalia ibada itakayofanya maisha yako kuwa ya faida, popote utakapokuwa, ni katika juma hili la kinabii itakaloanza siku ya Jumatano tarehe 25 26 27 na 28 kuanzia saa kumi na nusu jioni na kuendelea. Lakini pia kilele kitakuwa ni siku ya tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu 2025 kuanzia kwanzia saa tatu kamili asubuhi na kuendelea. Ni ibada maalum kwa ajili yako na mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Bwana Bishop Dr. Manasse DM ndiye mtumishi wa Mungu ambaye Mungu Jehova amemwandaa kwa ajili ya kutuhudumia kwa siku hiyo. Hivyo tarajia maisha yako kuwa ya baraka, tarajia maisha yako kuwa ya tofauti zaidi na zaidi. Waalike watu mbalimbali ili waweze kuungana nasi. Mahali ni mbezi kwa Msuguri, kwenye madhabahu ya ENCC mji wa Bwana, mahala ambapo mabaya hayaruhusiwi kuharibu. Mungu akubariki. Lakini ibada hii itakuwa live kupitia YouTube pamoja na TikTok kama Hebron TV, lakini pia itakuwa live kupitia Hebron TV channel namba mia nne kumi na sita kingamuzi cha StarTimes Antenna. Mungu akubariki na wewe ni mtu wa thamani sana. Asante, karibu sana.